Abrahamu alikuwa na imani thabiti kwa Mungu tangu alipoitwa kwa mara ya kwanza. Anamwamini Mungu, anaisikia sauti ya Mungu na anafanya kila ambacho Mwenyezi Mungu anamwelekeza. Anakubali kuacha ardhi, anakubali kuacha mali, anawaacha ndugu na jamaa na anapokea mwaliko wa mabadiliko na kuanza maisha mapya. Katika somo tuliyoisikia, Mungu anampa Abrahamu ahadi ambazo kwa kweli katika hali ya kibinadamu zilionekana kama haziwezekaniki. Ni ahadi ambazo zilionekana kama kwamba haziwezi kutumilizika. Abrahamu katika umri huo mkubwa, miaka miaka inaelekea sasa tisini, ni zaidi ya tisini, na mke wake anakaribia miaka tisini, anaambiwa utapata mtoto. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 18 anapopewa ahadi hiyo, hata Sara mke wake anacheka. Anaona kana kwamba hili jambo haliwezekani, lakini bado Abrahamu aliendelea kuamini, aliendelea kuwa na imani kwa Mungu, na Mungu anatimiza lile ambalo aliliahidi. Ndugu zangu wapendwa, katika maisha yetu tunaalikwa kuwa na imani thabiti kwa Mungu wetu kama baba yetu wa imani Abrahamu. Wakati, wakati mwingine tunapitia nyakati ngumu hata kutufanya kuwa na imani haba juu ya utendaji kazi wa Mungu katika maisha yetu. Tunapitia changamoto mbalimbali mbali za maisha, maisha yanakuwa magumu, wakati mwingine tunafikia hatua ya kuwa na shaka kama kweli Mwenyezi Mungu anasikiliza maombi yetu. Kama kweli Mungu yupo kati yetu. Wakati mwingine tunaelekea kukata tamaa na hapo ndo wakati mwingine tunaanza kuhangaika huku na huku. Kwa sababu ya mkato wa tamaa tunaanza kutafuta njia nyingine za mkato, tunaiacha njia ya kweli, tunaiacha imani yetu tunaanza kutafuta njia nyingine tunamwacha Mwenyezi Mungu, tunashinda kuisikiliza sauti ya Mungu kwa sababu tu ya maisha kuwa magumu, kwa sababu ya kupitia changamoto mbalimbali mbali ambazo zinapelekea kuona kwamba Mungu hana nguvu tena. Tunahisi tumeachwa, tunahisi Mwenyezi Mungu asikilizi maombi yetu, mkato wa tamaa. Kuna wazee watatu awa mtakuwa mnafahamu vizuri Petro, Yakobo na Yohane. Awa walipanga safari kwenda nchi ambayo hawakuwahi kwenda, ni mara yao ya kwanza. Sasa wanaenda katika nchi hiyo. Basi siku ya safari ilipofika, waliamka mapema saa kumi, wakaanza safari, wakafunga chakula na maji ya kunywa njiani. Safari ikaenda, ilipofika mida kama ya saa nne, ikabidi wafungue chakula chao wale kidogo, wakabakiza cha mchana. Wanaendelea na safari lakini hawaone kama kuna matumaini ya kufika. Wameenda wameenda, ilifika mida ya mchana saa saba, ikabidi wafungue tena, wakala kikaisha na maji yakaisha, lakini bado hawaoni kama kuna matumaini ya, ya kufika wanakokwenda. Wakaenda kaendelea na safari, wakaanza kushauriana, mbona tufiki? Chakula kimeisha, tutakufa kwa njaa. Mmoja wao akawashauri akasema, bora tugeuze turudi, kwa sababu ni kama hakuna matumaini ya kufika o tuna kwenda, lakini wakiendelea kutia na moyo, wakaendelea na safari. Wakiwa bado wanaendelea na safari, waliona nyumba kwa mbali. Walipozikaribia zile nyumba, wakaona katikati ya zile nyumba kuna msikiti. Wakasema hapa kutakuwa ni kwa ndugu zetu Waislamu, tunafanyaje ili kuwaomba chakula? Yohana akamwambia nyie, nipeni hiyo kazi la kufanya. Tubadilishe majina yetu, kwanzia sasa mtaniita Rashidi, huyo ni Yohana nyewe, chukueni majina mengine ya ndugu zetu hao. Petro akakataa akasema mimi nitabaki na jina langu, na Yakobo akakataa akasema nami nakubali kubaki na, na jina langu. Yohane ambaye sasa anambia mwite Rashidi anaambia shauri yenu basi, wakaenda Walipoingia yule bwana alikuwa mkarimu sana, akawakaribisha wakamweleza shida yao, tuna njaa, tuna tunaenda safari ya nchi ambako hatujawahi kufika, tuna shida ya chakula, tuna njaa. Basi yule bwana akaingia ndani akawaketisha, aka akaja, akaingia ndani akachukua sahani za chakula, moja mkono wa kushoto, nyingine mkono wa kulia moja akampatia Yohane no, moja akampatia Petro na nyingine akampatia Yakobo. Mzee akaketi. Sasa Rashidi ambaye ni ndugu yetu Yohane akabaki anawaza, inakuwaje? Akaanza kulalamika, na mimi na safari moja na hawa, mbona hujanipa chakula? Akamwambia, jamani Rashidi, wewe si ndugu yetu Muislamu, ujui kwamba tu kwenye mfungo wa Ramadhani? subiri wakati wa kufanya nini wakufuturu akawa amekosa chakula kwa sababu ya kuikana imani yake, kana jina lake ya Kristo kwa sababu ya njaa. Ndio wakati mwingine tunavyokuwa tunapokutana na maisha magumu, tunapokutana na changamoto katika maisha, tunamsahau Mwenyezi Mungu, tunaona kama Mwenyezi Mungu atusikilizi tena, tunaanza kutafuta njia za mkato, tunaacha kuisikiliza sauti ya Mungu, tunaacha kusikiliza sauti ya Kristo, tunaanza kusikiliza sauti nyingine, na ndipo hapo kutangatanga kwetu kunaanza. Wapendo, tunaalikwa tubaki waaminifu kwa imani yetu, tubaki waaminifu kwa Mungu sababu yeye daima ni mwaminifu, anasikiliza sala zetu, anasikiliza maombi yetu. Tunaalikwa tuna, tuna, tuna, kubaki imara katika imani yetu, haijalishi ni magumu mangapi tunakutana nayo katika maisha. Yeye ni Mungu, yeye ni Baba yetu mwema, anajua yote ya kwamba atatimiza hadi zake kwetu kwa wakati, kwa wakati wake Imani ya Abrahamu iwe imani yangu iwe imani yako wewe. Abrahamu anaoneshwa nyota za angani, ishara ya baraka zisizohesabika. Inakuombea imani thabiti ili wingi wa baraka zisizohesabika ziwe katika maisha yako, na watu wengine waweze kuona mkono wa Mungu kupitia wewe. Dominika iliyopita mwinjili ajaribu kuonesha umu, ubinadamu Bwana wetu Yesu Kristo anaelezea juu ya majaribu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo hayapata kama mwanadamu, lakini aliweza kuyashinda majaribu hayo. Na Dominika ya pili, mama Kanisa anaweka mbele yetu tukio la kugeuka sura Bwana wetu Yesu Kristo akitualika kutafakari juu ya umungu wa Kristo. Tuone mambo machache katika tukio hili la kugeuka sura Bwana wetu Yesu Kristo katika tukio hili la kwanza tunalojifunza ni kuwa yesu anafunua utambulisho wake kama masia kama mwana wa mungu anajifunua mwenyezi mungu anamfunua kwamba huyu ni mwanangu mpendo wangu msikilizeni yeye anajifunua mbele ya mitume hao watatu ambao walikuwa wameenda nao mlimani lakini tendo la geuka sura kwa bwana wetu yesu kristo ni utimilifu unaonesha utimilifu wa sheria na manabii. Uwepo wa Musa na Eliya unaonesha utimilifu, kama ambavyo yeye mwenyewe anasema nimekuja kukamilisha ile torati na manabii. Ni utimilifu wa sheria, na ndio maana tunaambiwa baada ya Musa na Eliya kuwa wameonekana, baada baadaye wanatoweka, awaonekani tena, tunaambiwa anabaki Kristo mwenyewe peke yake na wale wanafunzi watatu aliokuwa ameambatana nao. Hii ni kutaka kutuambia kwamba Mwenyezi Mungu tangu mwanzo alizungumza na Musa kwaongoza wana wa Israeli, baadaye akazungumza na manabii na sasa anazungumza, anazungumza nasi kupitia mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana anatuambia huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, akitualika tumsikilize yeye. Kwa sasa Mwenyezi Mungu anazungumza nasi kupitia mwanaye ambaye amemtuma aje duniani kwa ajili ya ukombozi wetu sisi wanadamu. Lakini pia fundisho lingine tunalolipata katika tukio hili ni fundisho la mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, akitukum, akitukumbusha kwamba hakuna utukufu pasipo mateso na kifo, hakuna utukufu pasipo msalaba, akiendelea kutuimarisha kwamba katika magumu tunayokutana nayo katika maisha tukumbuke, hakuna pasaka bila Ijumaa Kuu. Kwa hiyo tunapokutana na magumu katika maisha tuendelee kuwa wavumilivu, tukitambua kwamba hiyo ni Ijumaa Kuu, inapita na mwisho tunaingia katika Pasaka. Kristo alikuwa na mitume kumi na wawili, lakini tumesikia kwamba alipanda mlimani na mitume watatu tu, Petro, Yohane na Yakobo. Kwa nini watatu? La kwanza ilikuwa ni kuimarisha katika imani, matumaini na mapendo. Kati ya mitume hawa kumi na wawili ni hawa watatu walikuja kuwa na nafasi kubwa katika kanisa la kwanza. Kama mnavyofahamu, Petro anaimarishwa katika imani ili naye awaimarishe mitume wengine. Petro anakuja kuchukua wajibu mkubwa katika kanisa la kwanza, yeye kama Baba Mtakatifu wa kwanza, Papa wa kwanza. Kwa wajibu huu ambao alikuwa nao, wajibu mkubwa, alipaswa kuwa na imani thabiti kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Kristo kwa kutambua kwamba anakuja kuchukua Petro, anakuja kuchukua nafasi kubwa katika kanisa, anampandisha huko mlimani kumwimarisha katika imani, matumaini na mapendo, ili baadaye na yeye aweze kuwaimarisha wengine, awe na imani thabiti, aweze kuwaongoza wafuasi wengine. Yohane, Kristo anajua kwamba Yohane ataishi muda mrefu kuliko mitume wengine na kati ya mitume wengine wote ni Yohane anakuwa wa mwisho kufa, ana, ana, anashuhudia vifo vya mitume wenzake. Unajua ilivyo ngumu kama umefanya kazi na mtu kwa muda mrefu, afu naona wafanyakazi wenzako wote wanaishi unabaki mwenyewe. Inahitaji imani thabiti kuvumilia. Aliimarishwa ili aweze kuyabeba hayo, wenzake wanaposulubiwa, wanapoteswa yeye awezi kubaki imara katika imani, imani isiyotetereka. Anamuimarisha, lakini tukumbuke pia ndiye aliyepewa jukumu la kumlinda mama Bikira Maria, tunaposoma katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya 26 anaposema, tazama huyu ndiye mama yako. Na tunaambiwa kuanzia wakati ule anamchukua Bikira Maria kwenda kukaa kwake. Mtume Yakobo anaimarishwa pia kwa sababu ai ay yeye ndiye alikuwa mtume wa kwanza kuuawa kufa kifo dini. Ilibidi awe na imani thabiti ili aweze kushuhudia kifo hicho, aweze kumshuhudia Kristo kwa kifo dini, ili awatie imani na wafuasi wengine na mitume wengine. Yakobo anakuwa mtume wa kwanza kuuawa kufa kifo dini, na kwa sababu amechagua kufa kwa ajili ya Kristo, anawatia nguvu wafuasi wengine wa Kristo waweze kuvumilia mateso katika maisha yao. Kristo aliwapeleka hao kuwaimarisha ili baadaye na wenyewe waje kuwaimarisha wengine. Kwa Wayahudi, ili tukio liwe na ushuhuda wa kweli, ulihitajika ushahidi wa wanaume watatu. Yesu alitaka kuthibitisha kwamba tukio lile ni tukio la kweli, na mtume Petro anaeleza jambo hili. Mtume Petro anaeleza katika walaka wake wa pili kwa watu wote, sura ya kwanza ya kumi na sita hadi ya kumi na tisa akisema hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa werevu tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Ni kwa kushuhudia yale yaliyotokea, wanapata nguvu, wanapata imani, kuja kuyasimulia matendo makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, wanakuja kuwaimarisha wafuasi wengine. Kristo aliwapeleka hao baadaye waje kuwa mashahidi wake, waje kuwa mashahidi wa Injili, waendeleze wa utume wake hapa ulimwenguni. Tunaambiwa baada ya hao mitume kuwa wamefunuliwa uzuri ulioko mbinguni, Petro umesikia anasema ni vema sisi kuwapo hapa, akamwambia Bwana tujenge vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Eliya na kingine cha Musa ni baada tu ya kuonja uzuri kuonja utukufu wa mbinguni, anatamani sasa abakie katika huo utukufu, atamani tena maisha ya hapa duniani. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha sisi wa Kristo kwamba daima tuwe na tamaa ya kubaki na Kristo, tuwe na tamaa ya kubaki katika utukufu wa Mungu, tukiepuka nafasi zote za dhambi, tuwe na tamaa ya kuhudhuria misa takatifu, tubaki na Kristo tuwe na tamaa ya kushiriki maadhimisho ya, ya kanisa. Tuwe na tamaa ya kushiriki sala za jumuiya, kubaki na Kristo, kubaki katika muungano na Kristo. Kama vile Petro anavyotamani kubaki katika ule utukufu, ndivyo nasi tunaalikwa kuwa na tamaa ya kubaki daima na Kristo. Lakini jambo jingine la kujiuliza, kama Kristo angeruhusu hawa mitume wake wakabakia huko juu mlimani, wakabaki katika utukufu awa wengine wangepata wapi ushuhuda? Aa, wengine waliobaki ambao kuweza kupanda mkuu mlimani wangepata wapi kuimarishwa? Kristo amewapandisha mitume watatu ili warudi baadaye wasimulie walioyaona aweze kuwaimarisha ndugu zao, kwamba kuna maisha baada ya hapa, tumeonjeshwa utukufu. Na hivi anatufundisha kutokuwa na ubinafsi. Mwenyezi Mungu anapotubariki, anapotujalia neema zake tukafanikiwa, sio baraka hizo ni kwa ajili yetu sisi tu, bali kwa ajili ya wengine tunaoishi nao katika jamii yetu. Na huo mwaliko tunaupata katika kipindi hiki cha Kwaresma, kuwasaidia wenzetu wenye uhitaji, kuwasaidia wenzetu wenye shida. Tunaalikwa kuondokana na ubinafsi, tukubali tuwe tayari kutoa vile vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia kwa ajili ya wengine. Ni kupitia hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia, nasi tuwabariki wengine, watu wengine wauone mkono wa Mungu kupitia yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Ndivyo tunavyoalikwa katika kipindi hiki. Tumesikia katika hilo somo la Injili, anasema walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka, waliona, waliuona utukufu wake walikuwa wamelemewa na usingizi, walipokwisha amka waliuona utukufu wake. Labda niwaulize swali. Hii ni ndoto imetokea, umelala usingizi mzito, ukaota unakimbizwa na simba ambaye ana njaa ya wiki nzima, amekukimbiza unakimbia, ukakumbuka kwamba uelekeo fulani kuna mto kwa, ili kujiokoa, bora ukimbilie mtoni. Umekimbia, umefika mtoni, unataka utumbukie mle, ghafla unamuona mamba, naye ana njaa ya wiki nzima, anatafuta kitoweo, anasubiri utumbukie mle na yeye apate chakula, na simba huko anakukaribia. Katika maangaiko ya kutafuta namna kujiokoa unaona mti pembeni ya ule mto, unaamua kupanda mti. Umepanda mti umefika katikati, unamshukuru Mungu, asante, umeniokoa, unakutana na joka kubwa juu ya mti. Ungekuwa wewe ungefanyaje? ni ndoto. Utakubali uliwe na hiyo joka kubwa, au utashuka simba kumalizie, au utaingia mtoni na mamba afanye yake? Majibu yote uliyonayo ni sahihi, ila ningekuwa mimi natoka kwenye usingizi, ndoto inaishia hapo. Walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake. Ni siku ya kumi na mbili tangu tumeanza kwa Kwaresma, tunaalikwa kuamka kutoka usingizini. Kama ulikuwa hujaweka mipango yako namna ya kuishi kipindi hiki cha Kwaresma, hujachelewa, weka mipango yako. Kristo anapobadilika sura, anatualika nasi kufanya mabadiliko ya ndani, tuishi kadiri Mwenyezi Mungu anavyotaka na kadiri ya mafundisho ya Kanisa. Usikubali Kwaresma hii ikuache kama ulivyokuwa kabla ya Kwaresma. Badili mwenendo wa maisha yako, amka, toka usingizini. Yawezekana upo katika usingizi wa msengenyo kama mdomo kana kusumbua, amka kutoka kwenye usingizi huo. Yawezekana upo katika usingizi wa kuchonganisha wenzako, amka toka kwenye usingizi huo. Yawezekana upo katika usingizi wa kuvuruga familia za wenzako, ufurahi maisha ya wenzako, ufurahi amani ya, ya wenzako. Ni usingizi, toka kwenye usingizi huo. Tunaalikwa kuamka, kufanya mabadiliko ya ndani, kufanya mabadiliko ya maisha yetu, tuweze kuenenda na Kristo anayotufundisha tuweze kuenenda na kanisa inayotufundisha. Nimalizie kwa maneno ya Mtume Paulo anapowaandikia Wafilipi akisema, basi ndugu zangu, wapendwa wangu, nawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Tunaalikwa kusimama imara imara katika imani yetu, kuitetea imani yetu, tusiyumbishwe yumbishwe. Daima tuendelee kumsikiliza Kristo, tusikilize sauti yake Kristo, ambaye tumeambiwa baada ya Kristo, Mungu kwa anazungumza kupitia manabii na Musa, sasa anazungumza Mungu, anazungumza nasi kupitia mwanaye, ambaye tunaalikwa kusikiliza sauti yake na kutenda vile ambavyo yeye anatualika kutenda. Tumsifu Yesu Kristo.